Watendaji wa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwenye magereza kwa Tanzania bara na vyuo vya mafunzo kwa Tanzania Zanzibar wametakiwa kuzingatia mafunzo waliopatiwa kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC ili kuwawezesha kutekeleza jukumu hilo kwa ufanisi. Napenda kutoa wito kwenu kuendelea kutumia muda wenu wa ziada kusoma na kupitia maelekezo yote mliopatiwa ili kuongeza uelewa zaidi kuhusu wajibu na majukumu yenu katika zoezi la uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura. Ikumbukwe kwamba mafunzo na maelekezo mliopewa ni zana muhimu za kuwawezesha kutekeleza kwa ufanisi majukumu yenu. Hivyo, mnatakiwa kuyafahamu vizuri na kuyafuata ili kutekeleza zoezi hili kwa ufanisi. Someni kwa makini vitabu vya maelekezo mlivyopatiwa ili kazi yenu ifanyike kwa usahihi. Msisite kuwasiliana na mratibu wa uandikishaji wa magereza kwa ajili ya ufafanuzi wa masuala yote yanayohusiana na utekelezaji wa majukumu yenu. Maelekezo hayo yametolewa leo na mjumbe wa tume hiyo, Mheshimiwa Balozi Omar Ramadhan Mapuri jijini Dodoma wakati akifunga mafunzo kwa waratibu waandishi wasaidizi na waendesha vifaa vya biometric wa magereza kwa Tanzania Bara. Akifunga mafunzo kama hayo kwa watendaji wa vyuo vya mafunzo yaliyofanyika kisiwani Unguja, mjumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa Mahakama Kuu Mheshimiwa Asina Omari amewaasa watendaji hao kuhakikisha wanavitunza vifaa hivyo vya uboreshaji wa daftari na kuzingatia muda wa kufungua na kufunga vituo. Nasisitizwa kuzingatia kwa umakini utunzaji wa vifaa vya uandikishaji kwa kuwa vifaa hivi vimenunuliwa kwa gharama kubwa sana. Kutokuwa makini katika utunzaji wa vifaa hivi kutapelekea athari kubwa ya vifaa hivyo muhimu kwa taifa. Aidha, mnapaswa kuzingatia muda sahihi wa kufungua na kufunga vituo vya kuandikisha wapiga kura. Matumizi ya lugha nzuri pamoja na kuwepo katika vituo vya kuandikisha wapiga kura wakati wote hata kama hakuna waombaji wanaojitokeza kwa wakati huo. Mafunzo hayo ya siku tatu yamefanyika mkoani Dodoma kwa Tanzania Bara sambamba na mafunzo watendaji wa vyuo vya mafunzo ya utendaji wa vyuo vya mafunzo yaliyofanyika kisiwani Unguja kwa upande wa Tanzania Zanzibar, ikiwa ni maandalizi ya kuandikisha na kuboresha taarifa za mahabusu, wafungwa na wanafunzi wa vyuo vya mafunzo waliohukumiwa kifungo chini ya miezi sita kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, Zoezi hilo la uboreshaji wa daftari kwenye magereza na vyuo vya mafunzo linafanyika kwa siku saba kuanzia Juni 28 hadi Julai 4, 2025, ambapo wanaohusika ni raia wa Tanzania, mahabusu, wafungwa na wanafunzi wa vyuo vya mafunzo waliohukumiwa kifungo chini ya miezi sita. Kumbuka, kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Kutoka hapa Dodoma, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.